Alfajiri ya Ijumaa ya leo kikosi cha wekundu wa Msimbazi, Simba, kimesafiri kimeondoka Tanzania kuelekea kule Misri kwenda kucheza mchezo wa ungo ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utachezwa dhidi ya kikosi cha Al Masry. Lakini taarifa ambayo ilikuwa ikisumbua vichwa vya habari pamoja na vichwa viadau wengi wa soka hasa wale mahafidhina wa kikosi cha Simba ni kuhusu kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, hivyo Simba walitakiwa kutafuta uwanja mwingine kama uwanja ambao watautumia kwa upande wa nyumbani. Simba hatimaye walitafuta viwanja, kuna wengine walipendekeza wakacheze Burundi, lakini wengine wakapendekeza Simba wakacheze Zanzibari, lakini mamlaka husika hapa alizungumza Gerson Msigwa e, msemaji mkuu wa serikali akasema ya kwamba kafu wanawaomba CAF waje wakague uwanja siku yoyote kuanzia wakati ule umetoa taarifa, kwa sababu uwanja Benjamin Mkapa uko vizuri mpaka muda ambao unachezeka mechi ya Azam na Simba, mechi ambayo iliisha kwa idadi ya mabao mawili kwa mawili. Nadhani wote tunakumbuka hicho kitu, lakini taarifa ilienda, tukaona wakaguzi walikuja wiki iliyopita, na sasa ni rasmi. Taarifa kutoka TFF inazungumza ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa uko huru kwa matumizi. Shirikisho la mpira wa miguu Afrika, CAF limeuruhusu uwanja Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, kutumika kwa michezo ya robo fainali na nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika yani CAF Champions League na kombe la shirikisho barani Afrika yani CAF Confederation Cup kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Uwanja huo umeruhusiwa baada ya ukaguzi uliofanyika na wakurugenzi wa CAF na wakaguzi wa CAF hivi karibuni. CAF inaendelea kufuatilia kwa karibu maboresho yanayoendelea kwenye uwanja huo, hapa nikizungumza uwanja wa Benjamin Mkapa. taarifa ambayo imetolewa na ofisa habari na mawasiliano kutoka TFF, huyu ni Clifford Mario Ndimbo, kwenye taarifa ambayo ni njema kwa mashabiki wa soka, hasa mashabiki wa Simba, kwa sababu siku ya leo wakati wanaondoka walijigamba ya kwamba wao ndio watu pekee ambao wanaiwakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa. Na uwanja ambao anatarajia kucheza mchezo wa pili wa marudiano ni uwanja wa Benjamin Mkapa, na tayari uko tayari kupokea mechi hiyo ambayo utachezwa katikati ya siku ya tarehe saba mwezi wa nne ama tarehe nane mwezi wa nne Hapo ndio mechi itachezwa mbifu, na tutajua mbivu na mbichi, nani ataenda na nani atarudi nyumbani. Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tumedhamiria kukuhabarisha, kuhabarisha kiganjani mwako.